Lakini pili ni kushukuru wewe kwa kazi kubwa unayoifanya ya kufanya ziara kata kwa kata. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nafikiri kwa Tanzania wewe ni mwenyekiti wa kwanza kufanya ziara kata kwa kata. Nimekaa kwenye siasa kwa miaka mitano, sijawahi kusikia mahali popote mwenyekiti wa CCM wa mkoa akifanya ziara ya kata kwa kata. Mwenyekiti binafsi, lakini pia na halmashauri ya jiji la Arusha tunakuunga mkono kwa kazi kubwa unayoifanya tunakupa moyo, na kuna watu wanaobeza kwamba mwenyekiti, nakuwaje anashuka mpaka kwenye kata. Mwenyekiti, ikiwezekana shuka hata kwenye mitaa, tuko pamoja na wewe <laughs> na mwenyekiti ni sema kwamba mimi ni mmoja wa watekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi, ilani ambayo tulikabidhiwa wakati tumeapa kuwa madiwani wa halmashauri ya jiji la Arusha. Mwenyekiti amkapishie halmashauri ya jiji la Arusha ambayo kwa takwimu za TRA ndio halmashauri pekee ambayo inakusanya zaidi ya asilimia sabini ya mapato ya mkoa wa Arusha. Ilani ya chama cha mapinduzi tumetekeleza kwa asilimia zote, kwa asilimia zote mwenyekiti. Na mwenyekiti niruhusu nitasema takwimu takwimu kidogo. sema, sema, asante sana mwenyekiti. Halmashauri yetu ya jiji la Arusha ambayo mapato yake makubwa yanatokana na mapato yanayotokana na utalii. Jiji la Arusha tuna aina nne za utalii. Utalii wa kwanza ni yule ambao Dr. Samia mwenyewe alijitolea kuwa guide namba moja kwa kutembelea kwenye hifadhi zote za utalii, hatimaye kwenda kuzunguka ile filamu yake maarufu yataekwa katika jiji la Los Angeles na jiji la New York. Lakini alipokuja Tanzania kwa mara ya kwanza ule filamu yake maarufu alizindulia katika jiji la Arusha. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya pale, mapato yetu ya jiji yalipanda kwa asilimia kubwa sana. Mwenyekiti, wakati sisi tunaingia madiwani katika halmashauri ya jiji la Arusha, mapato yetu ya ndani yalikuwa shilingi bilioni ishirini na mbili lakini Mwenyekiti, wakati tunaelekea kutoka, mapato yetu sasa ya ndani ni zaidi ya shilingi bilioni hamsini na moja maana yake Mwenyekiti, majuzi nilipitia takimu takwimu za mabaraza mabaraza yaliyopita, na siwafeli si kwa ubaya, wamefanya kazi kubwa lakini ukijumlisha uki mapato ya mabaraza matatu baraza la elfu mbili na tano, na elfu mbili na kumi, na elfu mbili na kumi na tano, na elfu mbili na ishirini ukichukua uki mapato hayo ya mwisho wa, wakati wa wanamalizia jumla unapata shilingi bilioni 40. Kwa maana hiyo sisi tumeweza kusapas mapato ya mabaraza matatu yaliyopita. Tupigeni makofi. Na Mheshimiwa mwenyekiti, hii ni kazi kubwa inayofanywa na madiwani wa halmashauri ya wa jiji la Arusha, lakini ni kazi kubwa pia inayofanywa na chama chetu cha mapinduzi Arusha chini ya uongozi wa mwenyekiti wetu Kombe Dr. Winfred Ole Sule. Anafanya kazi kubwa sana mwenyekiti. Naomba sasa niwapitishe kidogo kwenye aina ya pili ya utalii. Baada ya Mheshimiwa Samia kuzindua Royal Tour, sisi tukajiongeza tukaja na kitu inaitwa utalii wa kimatibabu. Na katika swala la utalii wa kimatibabu mheshimiwa mwenyekiti tunajenga hospitali ya wilaya na pale kwenye hospitali ya wilaya tuna jengo la OPD ambayo inaelekea kukamilika. Mheshimiwa mwenyekiti, jengo lile likikamilika, ina uwezo wa kutoa ndege ya helikopta kwenye paa lake la juu. Kwa hiyo tunataka tunataka watalii ambao zamani akiugua Ngorongoro, akaugua Serengeti, anakimbizwa Nairobi, tunataka sasa aletwe katika jiji letu la Arusha apate matibabu pale, aache dola katika mji wetu wa Arusha. Sambamba na hilo mheshimiwa mwenyekiti Arusha tumeweka rekodi nyingine. Tuna kituo cha afya Kaloleni ambapo mimi ni diwani. Tuna kifaa kinaitwa kifaa tiba kinaitwa mammogram machine, ni kifaa kinachotiba sara, kinachopima saratani ya ziwa kwa akina mama, na Kaloleni ni kituo cha afya pekee chenye, chenye, chenye mashine hiyo kwa Tanzania nzima, kwa Tanzania nzima na kwa ukanda wa kanda ya kaskazini. Mheshimiwa mwenyekiti pia ni hospitali pekee ambayo inakifaa ha hicho hakiko Mount Meru hakiko KCMC, labda kwenye hospitali za private. Kwa hiyo mwenyekiti, na kiukweli imetubusti ime, ime sana kwa sababu mwenyekiti, kwa takwimu za wagonjwa waliotibiwa pale, zaidi ya wagonjwa tisini wametoka nchi za nje. Maana yake wameleta dola katika jiji letu la Arusha na takwimu ni, ni nyingi sana na idadi ya vitu tulikufanya kwenye sekta ya afya ni, ni, ni vingi sana, tumejenga vituo vya afya tumejenga zahanati na kadhalika. Kwa hiyo kwa sababu ya muda ni seme mambo mengi sana, lakini mwenyekiti, tumejipanga vizuri. Nikitoka hapo mwenyekiti, naenda kwenye aina nyingine ya utalii ambayo inaitwa utalii wa kimikutano almaarufu conference tourism. Kwenye eneo hilo mheshimiwa mwenyekiti, jiji la Arusha tunajenga ukumbi wa mikutano kwa sababu ukumbi wa ACC hautoshi na mikataba tumesha saini unaenda kujengwa katika eneo la na ukumbi ambao utabeba zaidi ya watu elfu moja. Lakini sambamba na hilo mwenyekiti, majuzi mkurugenzi wa ACC na mkurugenzi wa PSSF walisaidi mikataba ya, ya, ya ujenzi wa ukumbi wa zaidi ya shilingi bilioni mia tatu na themanini unaenda kujengwa kwenye eneo la eka tisini na mbili iliyoko pale kata ya sijui kama ni Kimandolu au ni Temi. Ehe, pale kuna heka tisini na mbili wana, wanavunja zile flati zote wanajenga ukumbi wa mikutano utakaoweza kubeba watu zaidi ya elfu tano sambamba na hilo itajengwa hoteli vyumba vya hoteli zaidi ya mia tano na katika vyumba hivyo kuna presidential ensuite sobana fikiri maana yake tutaleta wageni wengi katika jiji letu la arusha na tutaleta dola za kutosha niende kwenye aina inayofuata ya utalii inaitwa sports tourism utalii wa kimichezo

mia mbili na themanini na ujenzi huko kwenye asilimia nafiri 45, na utakamilika mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Lakini mwenyekiti, sambamba na hilo na kuunga mkono juhudi hizo kwa mapato ya ndani, mheshimiwa mwenyekiti, jiji la Arusha inajenga uwanja wa michezo katika eneo la Bondeni ambako utagaribu zaidi ya shilingi bilioni saba na itaingiza watu elfu saba mia tano. Lakini pamoja na hiyo mwenyekiti, pia tuna viwanja vidogo sasa tunavifanyia innovation kwa vikarabati kwa ajili ya maandalizi ya kombe la mataifa ya Afrika Afco mwaka elfu mbili na ishirini na saba. Wewe mheshimiwa, na ekipi tumejipanga, na jiji letu litazizima kwa wageni kuanzia sasa hivi na kuendelea. Na niombe wananchi wa Kimandolu, nyinyi mko hapa mjini, kata hii iko mjini wa watu wenye nyumba zao na pengine watoto wameenda shule wamemaliza, nyumba imekuwa kubwa, kigeuze kuwa Airbnb, kwa sababu sasa hivi kinachoendelea wageni wanakosa vyumba vya kulala. Kwa hiyo ni wakati wenu wa kupiga dola, ili maisha yakae nini, yakae sawa Kimandolu. Wewe wewe mwenyekiti, nilisema ni wapitishe kwenye hilo, kwa sababu ni mambo ambayo jiji letu la Arusha imefanya katika kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi ambapo kwa kifua mbele ninadhiriki kusema kwamba tumeitekeleza kwa asilimia zote ile ilani tuliyopewa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikaenda kwenye sekta ya elimu. Baraza letu pia imeweka rekodi kubwa, imeweka rekodi ya kujenga shule saba za sekondari na shule tatu za msingi. Hakuna baraza lolote lililopita imewahi kujenga shule nyingi kwa kiasi hiki, ukiachilia mbali madarasa, ukiangalia madawati na mambo mengine, lakini shule kumi kwa wakati mmoja sio jambo la polepole, mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti, jiji la Arusha pia tunaenda kuweka rekodi nyingine kwa kujenga jengo la utawala ya halmashauri ya jiji la Arusha yenye urefu wa ghorofa sita. Tanzania nzima hakuna re, jengo refu kama hilo. Unasikii makofi Kimandolu? <laughs> kuna wachai au kuna nini? <laughs> Yaani hivyo vitu vile jamani ni vitu vya kawaida. <laughs> ah, <ya. laughs> lakini pia tumejenga ofisi za kata mwenyekiti za kutosha na karibu kila kata ina ya ofisi yake kwa sababu tumeingia kuna ofisi kata nyingi zilikuwa zina ofisi hiyo, tumejenga kata kata ya Sakina, kata ya Levolosi, ama mtu wa Levolosi mimi bado nafikiri, na kata zingine. Hiyo ni katika eneo la utawala, lakini tukienda kwenye eneo la biashara, mwenyekiti, tunajenga stendi ya bondeni. Mikataba ilisainiwa, lakini kukawa na changamoto ya kiutendaji au kimikataba, ule mkataba ukavunjwa, lakini tunaenda kusaini mikataba mipya ya kujenga stendi katika eneo la bondeni ambako ndani ya wiki hii nafikiri, no, no. Ndani ya wiki inayokuja mikataba ile itaenda kusainiwa na stendi itaanza kujengwa. Pamoja na stendi tunajenga pia aa, masoko makubwa mawili soko la Kilombero na soko la kwa Morongo ambayo itajengwa kwa hazi ile ile ya kitalii. Hiyo ni katika eneo la biashara, lakini mwenyekiti, halmashauri yetu pia imejenga zaidi ya kilomita 17 za lami na barabara za vumbi pia. Tume, tumetengeneza kwayo. Kwa hiyo mwenyekiti, nisemi kwamba kiukweli jiji limejitahidi sana na tunashirikiana. Lakini mwenyekiti, jambo lingine, juzi tulikuwa Dodoma kupokea zawadi ya usafi kwa majiji yote ya Tanzania. Jiji la Arusha ilikuwa moja miongoni mwa majiji yaliyofanya vizuri kwenye usafi usafi hoyo. Na mwenyekiti, mimi ni wapongeze wakazi wa wa Kimandolu kwa sababu nimeshiriki kwenye zoezi la usafi ukiongozwa na diwani wao na wanakuwa watu wa kujitokeza sana, na mwenyekiti wa chama pia hapa, yuko mstari wa mbele, nimekutana naye kwenye usafi mara nyingi. Mwenyekiti, nakushukuru sana. Sasa mwenyekiti, naomba niseme mambo machache. Mwenyekiti, pamoja kazi kubwa tunayofanya, lakini kuna saa mimi huwa najiuliza, hivi binadamu utawaridhisha namna gani? Mwenyekiti, kuna tabia siku hizi imetokea ni sijui ni mfumo mpya wa maisha kuna tabia ya watu kufunga barabara pale wanapoona mvua imenyesha, na aa, hali imekuwa mbaya. Unakuta mwenyekiti, migomo hiyo na maandamano hiyo, mwenyekiti, saa zingine inahamasishwa na, na, na, na, na viongozi haijalishi ni wa serikali au ni wanachama mwenyekiti, jambo hili sio jambo sawa. Jana mimi nami nakupongeza kwa hilo mwenyekiti, toa tamko gumu katika hili, kwa sababu kuna namna ya kudai haki, lakini unavyofika watu mnaandamana, mna mna na na na mnapiga kelele, na bahati mbaya mwenyekiti, siku hizi kila mtu ni mwandishi wa habari mwenyekiti, simu hizi za mkononi zina rekodi na matukio yanaenda yanaenda mbali sana. Sasa mji wa utalii, mheshimiwa rais amefanya kazi kubwa kwa kiwango hiki, alafu mnakuta nyinyi mmefunga barabara, yale maandamano yanaonekana jiji la New York, ambapo tunategemea kupokea wageni, yanaonekana London, yanaonekana Tokyo. Mwenyekiti, hii sio sawa. Kuna namna sahihi ya ku ya kudai haki, na mimi viongozi niwaombe nyinyi, wote hapa ni viongozi Hebu kila mtu atusaidie kwenye kukontrola haya mambo. Kimandolu sijaiona na niwapongeze kwa hilo, lakini ikitokea kuna watu wa namna hiyo, mwenyekiti, mimi nafikiri hatua kali za kisheria zichukuliwe. Mwenyekiti, nikielekea mwisho mwaka, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Ndugu zangu, niwaombe, uchaguzi utakuja na uchaguzi utaenda. Matumizi ya rushwa tena dishuenie mwenyekiti, elfu thelathini mwenyekiti, hii sio sawa. Mimi nilishiriki kwenye uchaguzi wako mwenyekiti. Nilitoka nje ya nchi nikafika pale nilipiga kura. Sasa kura ni sehemu najua nilipiga nani, lakini nafikiri nilikupigia wewe mwenyekiti <laughs> <laughs> lakini mwenyekiti <laughs> nilipofika, kuna mtu akaniuliza, bana tunaenda na mzee, lakini vipi wewe umekuona? Nikamba mimi ndio nimekuja. Vipi wewe umekuona? Sasa yani, nimeuliza watu watatu, hakuna hata mmoja aliyeona na mzee. Mwenyekiti tulikuchagua watu wakuchagua, ehe. Makofi mengi kwa mwenyekiti. Kama kuna kama kuna mwenyekiti amepita amepita bila kutoa hata shilingi moja, huyu hapa Thomas Loi Sabaya amepita kwa kura nyingi sana, kwa sababu alisimama akaeleza kitu ambacho wananchi anaenda kuwafanyia. Lakini najua kuna watu pia walitumia pesa na wakapigwa chini. Ndugu zangu, niwaombe pesa isitoe utu Niahi haikupeleki mahali popote, haikupeleki mahali popote. Tuleteeni viongozi weledi na wenye umakini wa kufanya kazi. Tatizo la, la, la, la kupata viongozi kwa njia ya rushwa, unajua unakuwa umeshamalizana naye. Akishapita umefanya nini? Umemalizana naye, utakutana naye baada ya miaka mitano inayokuja. Kwa hiyo sio yani, mimi ni seme jamani Arusha pia hajafika huko. Mbona standard yetu ni kubwa jamani? Hivi sisi kweli <coughs> ni watu wa kununuliwa kwa? Mimi nakemea pepo ya rushwa, na mwenyekiti naomba pigilia msumari kwenye hili, rushwa ni jambo baya sana, haifai. Na niombe kila mtu afanye nini? kuona na angalia, maana yake eh, anasemaje? Hata maandiko matakatifu ya nini, anakupa kwa sababu ya nini, na kwa nini anakupa kipindi hiki cha uchaguzi eh? Haifai, mimi nasema jamani, haifai. Twendeni tumlete viongozi makini, viongozi watakao tuvusha. Kama mzee Sabaya hajatoa hata kumi lakini msiana anavyotupeleka, na huyu akuonea hivo, anakupa za uso, anaendelea mbele na nini kwa hiyo mimi nilisema niseme hilo, na mwisho kabisa, kipindi hiki cha mvua jamani, tujikite pia kwenye kupanda nini, kupanda miti. Wanasema muda sahihi wa kupanda miti, Wachina walisema muda sahihi wa kupanda miti ni miaka 40 hiyo pi, iliyopita, na muda mwingine sahihi wa kupanda miti ni sasa hivi. Kwa hiyo naomba tujikite, tupande jiji la Arusha na miti ya kutosha, na miti ya kutosha, naomba tupande miti kwenye maeneo ya mashule, lakini fundisheni watoto pia utamaduni wa kupanda na kutunza miti. Mzee Mwenyekiti, nikushukuru sana, ni mshukuru mwenyekiti wangu wa Chama cha Mapinduzi, anafanya kazi kubwa mwenyekiti, lakini mwenyekiti wa pia anafanya kazi kubwa. Hongera mwenyekiti wa wazazi, anafanya kazi kubwa. Mheshimiwa diwani, nikupe kongole sana jamani, mwamba sana hu huyu, ni naibu meya. Ukiona mimi nina kitambi sasaibi, sasa hivi ni kwa sababu namsaidizi ambaye anajielewa sasa msije na Sip... kazi mwenyekiti, naomba niseme pia jambo moja, tuna changamoto ya bara barabara ambazo hazipitiki kipindi hiki cha mvua. Mheshimiwa mwenyekiti, jiji la Arusha tumenunua greda na magari mapya mawili, sambamba na hilo tuna excavator, tuna roller compactor, na mwenyekiti, tumejipanga kuweka barabara zetu katika hali nzuri. Na mwenyekiti, niseme na wananchi, naomba mfahamu, kwa kawaida barabara haziko chini ya halmashauri ya jiji barabara iko chini ya uongozi wa TARURA lakini kwa sababu TARURA na halmashauri vyote ni vyombo vya serikali, jiji tukajiongeza tukanunua hizo mashina kwa ajili ya kutengeneza barabara jiji. Ni kwa ziara kwenye kata hii juzi au jana juzi, kwenye mtaa wa kiti kweli niliona kuna changamoto ya, ya barabara lakini ambayo imesababishwa na ukosefu wa mtaro wa maji. Wananchi wakawa nasema hii ni tango, tatizo la TANROADS ni ya serikali wanasema, kwanza imeelekeza maji huko, lakini ni wa ombi kitu. Mimi nilichukua ile tatizo, nimeongea na mkurugenzi, nafikiri bajeti ya ile ile ile ile mtaro itapatikana, na leo asubuhi tunamtuma engineer aje atimu ile mtaro, na mheshimiwa Dion na pia alikuja eh. Kwa hiyo jambo hilo tume tumeona, lakini sambamba na hilo, mwenyekiti, tumetenga tume, tume pesa pia shilingi milioni 13 na nafikiri ya kununua vifusi mia moja kwa ajili apenda, ya kwenda kwenye yale maeneo ambayo yamezidiwa kabisa, tumwage vifusi, barabara zetu zipitike. Mheshimiwa wa ni kushukuru sana na ndugu zangu, na niwatakie kila lile jema. Mungu awabariki sana, mimi binafsi ninawapenda sana. Asante sana kwa kunisikiliza. sisiem oye, asante sana mstahiki Meya, lakini pia mwenyekiti wetu wa mkoa amefuatana na afisa tarafa ambaye pia ni mwakilishi wa Mheshimiwa DC. Najua sisi DC ni mjumbe wa kamati ya siasa ya wilaya. Mwakilishi wake afisa tarafa, karibu salimia.